Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jitihada za kukabiliana na kundi la wanamgambo wa M23, wanamgambo ambao wameteka miji miwili inayopatikana katika ukanda wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hususan mji wa Goma na Bukavu. Wizara ya Sheria nchini humo imechukua jukumu la kutenga kiwango cha pesa ambayo itatolewa kama zawadi kwa yeyote yule ambaye atakayefanikisha kuweza kumkamata mmoja miongoni mwa viongozi wa kundi hilo M23. Tangazo hilo ambalo limetolewa na Wizara shiria ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafahamisha kwamba mtu yeyote ambaye atakayefikisha taarifa aidha kuweza kumkamata mmoja miongoni mwa viongozi hao, basi atapewa kiwango cha dola takriban milioni 5. Donge hilo ambalo litatolewa na wizara hiyo kama zawadi linajadiliwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ambapo inafahamishwa kwamba kiwango hicho cha pesa kingeweza kuwekeza katika kununua vifaa vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kukabiliana kama inavyostahili na wanamgambo wa kundi hilo, aidha na makundi yote ya wahalifu ambayo yanayopatikana katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio kutolewa kama zawadi kwa mtu ambaye atakayeweza kuwakamata viongozi hao, aidha mtu ambaye atakayeweza kutoa taarifa wapi viongozi hao wanaweza kupatikana. Jambo ambalo linatajwa kuwa viongozi hao wanapatikana katika ardhi ya maeneo ambayo wanamgambo wameteka, na ni jambo lisilojificha ya kwamba viongozi hao wanapatikana katika ardhi ya Goma na kama sio Goma basi ni Bukavu na katika mitandao ya kijamii kama ilivyo kawaida, pendekezo hili aidha zawadi hii ambayo inapendekezwa kwa yeyote yule atakayeweza kufikisha taarifa kuwahusu viongozi hao, linatajwa kwamba sio kwa lengo la kutaka kuwakamata viongozi hao, bali lengo lake ni kutaka kusambaratisha wanachama katika muungano wa makundi ya waasi katika kundi moja hilo la M23, kwa kuwa wanachama hao wanaweza kaona ya kwamba donge hilo ambalo litatolewa iwapo viongozi hao watakamatwa, basi kuna uwezo kuweza kuwa na mgawanyiko miongoni mwa wanachama hao na kuweza kuzuka kundi lingine ambalo litataka kuweza kukamatwa kwa viongozi hao ili waweze kujipatia donge hilo la pesa. Inatajwa kwamba ni mbinu ambazo ziliwahi kutumiwa katika mataifa ya Amerika Kusini, wakati ambapo baadhi ya viongozi wa makundi ya waasi walikuwa katika mapambano na njia pekee ambayo ilipelekea viongozi hao kuweza kukamatwa ni serikali kuweza kupendekeza donge la pesa iwapo viongozi wa makundi hayo wataweza kukamatwa na kusababisha mpasuko miongoni mwa makundi ambayo yalikuwa yakiongozwa na viongozi hao. Ni jamii sana, utamaduni unasemaje kuhusu donge nono hili ambalo linatolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mtu yoyote ambaye atakayeweza kufanikisha kukamatwa kwa viongozi wa kundi hili la M23? Tuachie mtazamo wako.